Na mtazamaji, familia ya marafiki na waumini wa kanisa Katoliki walijumuika kusherehekea huduma za mtawa Markina Nyambura ambaye alitembea kwa miguu kwa zaidi ya kilomita 60 alipokuwa na umri wa, wa Maculate, na miaka 17, ili kujiunga na muungano wa watawa wa Mary Immaculate kaunti ya Nyeri. Nam tangu siku hiyo, miaka 70 baadaye, mtawa wa Nyambura amekuwa akitoa huduma zake kwa kanisa Katoliki. Kamau Mwangi, Kamau Mwangi kumradhi, alihudhuria hafla hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo katika makao rasmi kijijini Mathari katika kaunti ya Nyeri, hafla ya kusherehekea utendakazi wa watawa kumi waliotimiza miaka ishirini na mitano sitini na sabini ya huduma kwa kanisa katoliki iliandaliwa. Kati ya kumi hawa ni mtawa Markina Nyambura ambaye mwaka huu amegonga miaka tisaini na mitatu kwa... Nyambura ambaye alizaliwa mwaka elfu moja mia kenda thelathini na tatu alianza kutoa huduma zake kanisani akiwa binti wa miaka kumi na saba. Siku moja mwaka elfu moja mia kenda hamsini alifunga safari ya kilomita sitini na moja kutoka kijijini Tutho huko Muranga, akielekea kwenye makao haya ya watawa wa Mary Immaculate tayari kuanza safari hiyo ila

Kulingana na dadake Ann wa Mboye, leo ni miaka sabini ya utendakazi wa kupigiwa mfano, Markina akiishikilia nafasi ya mlezi wa wenzake na watoto wao na hata jamii kote alikohudumu.

Her whole life to, to the Lord. Kwenye sherehe hizo zilizoongozwa na Askofu mstaafu Peter Cairo, Markina na wenzake waliokula upya kiapo cha huduma kwa kanisa walishabikiwa kwa utendakazi wao <laughs> And that's why we have to say thank you. Kama Wangiru ninga ya Citizen Mathari kaunti ya Nyeri.